Hello, watazamaji karibuni tena kwenye channel yangu. Msahau kusubscribe, like na kushare ili kuweza kupata updates mbalimbali ndugu mbali. Um, watazamaji, ningeomba niombe razi kwa kuto, yani kwa kuwa kimya kwa muda mrefu, kutokuposti chochote, na hiyo inatokamana na majukumu ya hapa napale, na pale kama unavyojua, Marekani imehangaiko huku na kule kuweza kutafuta riski kama ilivyo sehemu popote au sehemu yoyote. So ndo maana muda mwingine tunakuwa tupo kimya. So haina maana kwamba, lakini hatutaki kuposti content, lakini muda mwingine, yani, majukumu yanakuwa mengi, ndo maana tunaamua kuweka mambo mengine pembeni, unafanya yale ambayo unaona kidogo muda wake unaruhusu kwa wakati ya yeah. So kitu kama hicho. So nisingependa kupoteza muda ndugu watazamaji. Uh, leo ningependa nijibu baadhi ya comment ambazo wadau wangu walikuwa wanauliza na wengine hawajapata kupata majibu yao. Kwa hiyo, so, uh, kwa hiyo ningependa nijibu hizo comment. So miongoni mwa comment ambazo ninazokumbuka ni mdau mmoja aliniuliza kwamba kwamba uh, vipi kuhusiana na mabegi unapokuwa unasafiri. Je, popote ambapo utakaposhuka kwa mfano umepanda ndege kutokea nchini kwako labda ile ndege ikatokee ukaenda ikakushusha sehemu fulani afu baada ya kukushusha pale, sasa unaendelea na safari je, A, mabegi yako unayachukua kila unaposhuka au inakuwaje? So ningependa nianze na hili swali kwa mtazamaji ambaye uliuliza hili swali, ni kwamba pindi ambapo wewe unaposafiri kuanzia pale unapotoka nchini kwako mpaka unapoelekea ile safari yako, yani kwenye hitimisho la safari yako mwisho kyo ningependa kukwambia kwamba yani mabegi yako utakapo check in pale ambapo kwenye airport ya, ya kwanza, kwa hiyo huwezi kuonana nayo mpaka kwenye ile airport ya, ya mwisho ambapo ndo mwisho wa safari yako, lakini kuna baadhi ya sehemu zinakuwa ni tofauti na pia uh, nitaelezea hizo tofauti tofauti ni kwamba Um, unapotoka nchini kwako, kwa mfano unatokea Tanzania au unatokea Kenya uh, kwa Tanzania ndege zinakuwa zipo tofauti tofauti tofauti. Unaweza kutoka Tanzania ukashukia Dubai, alafu baada ya Dubai ukaendelea na safari mpaka sehemu nyingine unapokwenda, au unaweza kutoka Tanzania ukashukia Qatar na ukaendelea na safari. Inamaanisha kwamba utakapotoka Tanzania ukashuka Qatar, uwezi kuchukua begi, huwezi kuyachukua mabegi yako. Labda iwe Qatar ndo mwisho wa safari ndo unaachukua mabegi. Lakini kama ni sehemu nyingineyo, yani kwa pale uliposhukia yani unaona ndio inabidi uunganishe na ndege nyingine, pale uweze kuchukua mabegi yako. Inamaanisha kwamba mabegi yako unaenda kuachukulia sehemu nyingine tofauti na hapo. Kwa hiyo utatoka Tanzania, utashuka Qatar, utachukua mabegi, utasubiri ndege yako nyingine, utapanda baada ya ndege nyingine itakuchukua mpaka kwenye safari yako sasa, sasa huko kwingine sasa kama itakuwa ndo mwisho unaenda kuchukua mabegi yako alafu ndo, sasa, unakuwa, ndo mwisho wa safari. Aa, au kingine ni kwamba kwa mfano ukichukua kama, mfano, kama unakuja Marekani na umechukua ndege ya Qatar au umechukua Emirates unaweza ukatoka Tanzania ukaja Doha, kama ni Qatar unaweza kaja Doha, baada ya Doha pale utachukua begi, utakuja New York. Ukishakuja New York, kama safari yako itakuwa mwisho ni New York mabegi yako utahitajika uyachukue ndo uende nyumbani. Lakini kama New York sio mwisho wa safari pia, uh, unaendelea na safari, lakini mara nyingi sana unapofika New York inabidi mabegi yako uyachukue uyapeleke kwenye ndege nyingine ambayo unaenda kuchukua ni Jet Blue. Kama ni Jet Blue au kama ni American Airlines, kama ni ni Delta, kama ni Frontier, mashirika mengi ya so, inategemeana sasa. Hapa naona hapa New York kidogo kunakuwa kuna ukaguzi kuhusiana na vitu vyako vimekuja na nini, kwa sababu vinaingia sehemu nyingine tofauti. Kwa hiyo muda mwingine wao wanakagua kagua kitu kama hicho, lakini hawafungui mabegi yote, wanaingiza tu kwenye scan wao wenyewe, unaenda kuyakuta sehemu fulani na fulani, kitu kama hicho. So nadhani hapo tutakuwa nimeeleweka, ndugu mtazamaji, ambaye ulikuwa umeuliza ili swali. Uh, kuna mdau mwingine pia aliniuliza swali hivi, unaonaje tofauti ya ya Marekani na Afrika au unajisikiaje unapokuwa unatoka Marekani unarudi una, una, una nyumbani? Ndugu <coughs> um, mtazamaji uliouliza hili swali pia, ni ningependa ni kujibu ya kwamba wenyewe anakuambia kila sehemu kuna kuna uzuri wake na pia kuna changamoto zake. Kama tunavyojua, kwa nyumbani changamoto zipo. Kuna wengine wanalilia shida, wanasema kwamba tuna shida, kwamba hatuna chochote, yani hatuna maisha, hatuna kazi, hatuna lolote. Unaona? So lakini still kuna watu ambao wapo hapo hapo, wali hapo hapo wanachezea pesa na wana miela, wana vipi. Sasa unaweza, unaweza ukajiuliza hivi tofauti iko wapi? Unaona, so huko ni nyumbani, na kwa huku Marekani pia hivyo hivyo, kuna changamoto na pia kuna, kuna changamoto zake na kuna uzuri wake. Unaweza kuwa kuna unaishi Marekani, lakini kuna watu huku Marekani wanalala nje, wanakaa nje, hawana sehemu ya kukaa, hawana hela, hawana chochote, wanateseka. So, hapa sasa tunaongelea kuhusiana na mtu sasa, unatoka Marekani unarudi nyumbani, yani ile unajisikia ile shauku Je, yeah. Ana, anauliza kwamba unarudi nyumbani aliyokuwa unabashasha unarudi sehemu ambapo ni yani, unaenda kufurahia au unarudi sehemu ambapo unaenda sasa, unaanza kujiuliza sasa naenda sasa kwenye shida, yani huku nakuenda yani ni shida tupu. Uh, mimi kwanza naweza nikasema kwamba nyumbani always itakuwa ni nyumbani, hata kama itakuwa ni wapi, kama unaenda kulala kwenye kibanda uta, unaenda kulala kwenye sehemu ya ghorofa au kwenye sehemu pote nyumbani nyumbani tu, siku zote huwa unajisikia tu furaha, kwa sababu hiyo furaha ambayo wewe unaojisikia ni kwamba unaenda kuungana na familia baada ya muda fulani kutakuwa mbali nao, kwa mfano kama ni baba, kama ni mama, kama ni ndugu jamaa na marafiki ambao ulikuwa muda mrefu hujawaona. Sasa ile nakupa shauku na furaha kwamba yes, naenda kukutana na familia yangu lakini hauwezi kuwa na simanzi au na na na, yani, na dukuduku moyoni mwako, unasema kwamba huku unaenda kukutana na shida. Hapana, uwezi ukaingiza kitu kama hicho akilini mwako, na pia huo ni ujinga mtu kusema kwamba huku nakwenda, yani ni ufukara mtupu, yani ni shida tupu. Hapana, haiwezi kuwa kitu kama hicho. So kwa sababu ukiangalia wewe, upo sehemu, kwa mfano upo Marekani, unaweza ukawa una maisha mazuri, unaishi vizuri lakini sasa familia yako nyumbani inakuhitaji, labda una baba una wazazi, umeachana nao kwa muda miaka mitano miaka sita hawajawahi kukuona kwa hiyo, wewe unategemea nini? Au unataka ufe ndo wao wapelekewe wa maiti yao wa? Hapana. Kwa hiyo mi naweza nikasema kwamba kwa, kwa mdau ambaye uliouliza hili swali kwamba unapokuwa unarudi nyumbani unajisikiaje, mimi nitakwambia kwamba sijajua kwa mtu mwingine lakini kwa mimi ninapokuwa narudi nyumbani nitakuwa najisikia furaha kwa sababu naenda kukutana na familia kama ni mzazi wangu, ndugu zangu, marafiki zangu. Ya. Yeah. Na pia hapa nilipo pia naweza kusema kwamba maisha yanaenda kuna changamoto zake, kuna unaweza kuwa kuna muda unaishi una furaha, kuna muda mwingine simanzi unakuwa na simanzi, unajua tena mambo hapa na pale. Kwa hiyo kila sehemu kuna changamoto zake na Um, na uzuri wake. Kwa hiyo um, kwa leo ningependa niishie ni na hizo comment mbili, na hizo nyinginezo nitaziangalia vizuri na nitazipitia vizuri na um, nitarudisha majibu muda sio mrefu, kwa sababu kidogo nina muda inamaanisha nimepata kama ka nafasi kwa, nitakuwa nachangamka kwenye mtandao kidogo. So, ndugu watazamaji, msahau um, kusubscribe kwenye channel yangu kwa kulike, kushare na na kwa ajili ya kupata updates mbalimbali kwa hiyo hivyo.